Huu ni mwendelezo wa habari ambayo inatikisa sana mitandao ya kijamii kumhusu mwanadada Margaret Nduta mwenye asili ya raia ya Kenya mwenye umri wa miaka 37, baada ya kukamatwa na kilo mbili za madawa ya kulevya nchini Vietnam. Korei Singoe atoa taarifa kuhusu Margaret Nduta baada ya mjumbe wa Kenya kuasili Vietnam. Mjumbe wa Kenya amtembelea Margaret Nduta katika gereza lilozuiliwa nchini Vietnam. Timu iliyotumwa na ujumbe wa kigeni wa Kenya ilikutana na Nduta katika gereza la Ho Chi Minh City. Wanadiplomasia wa Kenya walimpataja Margaret Nduta. Waziri wa masuala ya kigeni wa Kenya Koril Singoei alitoa taarifa kuhusu hali ya afya ya Mkenya aliyehukumiwa ambaye hukumu yake ya kunyongwa na mamlaka ya Vietnam ilizuiwa baada ya Nairobi kuingilia kati kumwokoa. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 37 alisemekana kupata fahamu kutokana na dhiki kali. Uwepo wa misheni ya Kenya ungeweza kufanya faraja chanya kwake. Licha ya kutiwa hatiani, Nduta muda wote alikuwa akitendewa kwa utu na wahudumu, Singo yaliongezea. Nimefurahi kukufahamisha kwamba timu yetu kutoka Bangkok hatimaye ilipata visa ya kusafiri hadi kufika katika gereza la Ho Chi Minh huko Vietnam, ambapo Margaret Nduta anazuiliwa kwa sasa tunaweza kuthibitisha kwamba huko akiwa amehuzunika sana, Margaret anakabiliana na hali hiyo na ametendewa utu, korili alisema. Ali singoe alidokeza ugumu ambao mamlaka ya Kenya inafuatilia swala hilo. Aliwashauri Wakenya wengine kuwa waangalifu, kutokuwa na njama hizo ambazo huenda zikaacha katika hali ngumu kama ya Nduta. PS aliongeza kuwa rufaa ambayo serikali ilianzisha ingali hai na wanasubiri hukumu kutoka kwa mahakama ya Vietnam. Ingawa Margaret hakuwakilishwa na wakili wakati wa kesi, rufaa iloasirishwa usiku chache zilizopita itasikilizwa hivi karibuni. Wakati huo huo, tunaendelea kuwasiliana na wenzetu wa Vietnam kuhusu chaguzi nyingine za kusuluhisha suala hili gumu. Wakenya wanashauriwa sana kutoshawishiwa au kuvutiwa na aina yoyote ya dawa za kulevya au ulanguzi wa binadamu, ni tukio hatari mno na la gharama kubwa, akasema. Kenya kwa huruma ya Vietnam. Wakati Kenya inatafuta chaguzi zote mbili za kisheria na kidiplomasia, wataalamu wameshauri kwamba kuzingatia mbinu ya kidiplomasia kunaweza kuzaa matunda haraka na kwa amani. Hata hivyo mbinu hii hata hivyo mbinu hii kwa namna fulani ilizuiliwa na ukweli kwamba Kenya haina balozi nchini Vietnam. Ni kutokana na hali hii ambayo serikali ilichagua kupeleka timu yake wanadiplomasia kutoka Thailand kusaidia katika mazungumzo ya kumpata Nduta. Vietnam ina kila haki ya kumfunga jela yeyote watakayempata na hatia y kukiuka sheria zao. Zaidi ya hayo, ikiwa kosa ni kubwa sawa na ulanguzi wa dawa za kulevya, wanaweza tu kulainisha msimamo wao ikiwa watashawishiwa kidiplomasia, na nadhani hivyo ndivyo Kenya inafanya, alisema Profesa Macharia Munene. Je, Margaret Nduta alijikutaje kwenye matatizo? Hali mbaya ya msichana huyo mwenye umri wa miaka 37 ilianza pale aliponaswa na kilo mbili za dawa ya za kulevya katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tonson Hati. Rekodi za mahakama zinaonyesha kuwa mnamo Julai elfu mbili na ishirini na tatu, Nduta alipewa kandarasi na Mkenya mwingine ambaye hakutambulika kupeleka koti kwa Laos, kusini mashariki mwa Asia. Shtaka linasema aliagizwa kupitisha koti hilo kwa mwanamke katika nchi isiyo na bandari na kurudi na bidhaa ambazo hazijabainishwa. Inasemekana kwamba Nduta alipokea malipo ya awali shilingi dola elfu moja mia tatu sawa takriban na shilingi ya Kenya laki moja na elfu sitini na nane kwa kazi hiyo, huku gharama zote za usafiri ikiwa ni pamoja na nauli ya ndege zikilipwa kikamilifu. Mamlaka ya Vietnam ilionyesha kuwa safari yake ilihusishwa kupita katika nchi kadhaa kabla ya kufika Ho Chi Minh City HCMC mnamo Julai kumi na nne elfu mbili na ishirini na tatu. Jinsi Margaret Nduta alivyojitetea. Kutokana na kuchelewa kuwasili, wafanyakazi wa uwanja wa ndege walimsaidia kukamilisha taratibu za uhamiaji na kumsaidia kupanga safari yake kuelekea Laos. Wakati wa mchakato huu, maafisa wa forodhani waligundua zaidi ya kilo mbili za dawa haramu zilizofichwa ndani ya mzigo wake. Katika utetezi wake Nduta alidai kuwa hafahamu kuwepo kwa dawa hizo kwenye sanduku hilo wakati anapokabidhiwa. Waendesha mashtaka hata hivyo, walipuuzilia mbali madai yake kama jaribio la kukwepa dhima, wakisema aliwajibika kusafirisha bidhaa hizo haramu. Hatimaye mahakama ilimpata Nduta na hatia na kutoa hukumu ya kifo Alhamisi ya tarehe 6 Machi 2025. Margaret Nduta, mhubiri wa Hong Kong atoa madai mapya kuhusu kesi ya Mkenya Vietnam. Taarifa mbaya zimeibuka kuhusu Margaret Nduta, Mkenya anayekabiliwa na hukumu ya kunyongwa nchini Vietnam kwa ulaguzi wa dawa za kulevya. Je, Margaret Nduta alihusishwa na kesi nyingine ya dawa za kulevya? Mhubiri mmoja kutoka Hong Kong amedai kuwa Nduta hapo awali alihusika katika kesi ya usafirishaji wa dawa za kulevya nchini Ghana. Akizungumza na NTV Mhubiri na mtetezi wa haki za binadamu John Spoon alisema kuwa alipokuwa akihubiri gerezani alikutana na mfungwa wa Kenya aliyedai kuwa aliwahi kukamatwa pamoja na Nduta nchini Ghana. Nilikutana na mwanamke mmoja kutoka Kenya, nilipomsihi amwombe Nduta alisema anamfahamu. Alidai kuwa walikamatwa pamoja nchini Ghana takribani miaka minne au mitano iliyopita, Spoon alidai. Mhubiri huyo alisema kuwa aliwahi kupokea barua kutoka kwa mfungwa huyo akieleza kuwa baada ya kuachiliwa kutoka gereza la Ghana, walilazimishwa kuingia katika nyumba fulani na watu waliowatisha. Mfungwa huyu alidai kuwa walilazimishwa kusafirisha dawa za kulevya na watu wa asili ya Nigeria walioonya kuwa wangewaua wapendwa wao iwapo wangekataa. Tafadhali mtumwachilia, wawe anasema ukweli. Hao wa Nigeria hawawezi kumwachilia mtu hai, sehemu ya barua hiyo ilisomeka. Familia ya Mnduta yapinga madai ya Water Spoon. Katika kujibu madai hayo, dadake Nduta akanusha vikali akisema kuwa dadake hajawahi kukamatwa Ghana. Hapana, dadaangu hajawahi kuwa Ghana. Unaona vile watu wanatunga hadithi za uongo, dadake Nduta alisisitiza. Je, Nduta alipewa dawa za kusafirisha? Madai ya mhubiri huyo yanaonekana kupingana na yale ya mama yake Nduta, Purity Wangari, ambaye aliwasimulia wa Kenya kwa simulizi kusikitisha, akidai binti yake alihadaiwa kubebwa dawa za kulevya hadi Vietnam. Akizungumza kwa uchungu nyumbani kwake Muranga, Wangare alisema kuwa na majonzi makubwa. Alieleza jinsi mwanaume mmoja aliyejulikana kama Njoronge alivyomkabidhi Nduta sanduku lililokuwa na dawa hizo. Alisema kuwa Njoronge alimwagiza Nduta kupeleka sanduku hilo Vietnam na kumkabidhi mwanamke aliyekuwa akimsubiri huko. Nduta alielekezwa kwamba baada ya kukutana na mwanamke huyo angemkabidhi kitu fulani ambacho angekirejesha kwa Njoronge baada ya kurudi Kenya. Hata hivyo, Nduta alikamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa tonson hati Ho Chi Minh City akiwa na zaidi ya kilo mbili za dawa za kulevya kabla ya kukutana na mwanamke huyo. Hili lilitokea baada ya maafisa wa usalama kugundua dawa hizo zilikuwa zimefichwa kwenye mzigo wake alipowasili Vietnam akiwa safarini kuelekea Laos baada ya kukamatwa mnamo Julai 2023 na mwanamke huyo wa umri wa makamo alifunguliwa mashtaka akipatikana na hatia kuhukumiwa adhabu ya kifo, adhabu kali zaidi chini ya sheria za Vietnam. Nduta alitarajiwa kunyongwa Jumatatu Machi 17, lakini bado yuko hai, jambo lililoleta afueni kwa familia yake.